Mtazamaji, ni jumaa ya tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 2025, na matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye taswira ya wiki. Kumbuka naweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook ni Alshifa digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa media Kenya. Hujambo na karibu, naitwa Yasir, leo na tukianza na taarifa kuu ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ameitaka tume huru ya mipaka na uchunguzi IEBC, kuhakikisha kwamba wamehamasisha umma zaidi ili kuwasajili kama wapiga kura. Akizungumza jini Mombasa, wakati wa uzinduzi wa ofisi yao mpya ya chama cha UGM katika eneo bunge la Kisauni, wadi ya Magogoni, Maraga amehimiza kwamba kuna haja ya tume hiyo kuwafikia wananchi wa kila maeneo ili kurahisisha kazi hiyo, akitaja kwamba serikali na wafanyikazi wa kutosha ili kufanikisha zoezi hilo. Maraga aliyekuwa ameandamana na viongozi wengine wa chama chake cha UGM, ambapo ameendeleza kampeni zake za urais ukanda wa pwani, ambapo anatarajia kufungua ofisi nyingine katika kaunti ya Kilifi. Kwa upande wake, Catherine Zame ambaye ni kiongozi wa wanawake katika chama hicho cha UGM amewataka wanawake kuwa mstari wa mbele katika uongozi na kuhakikisha katiba inafuatwa kikamilifu. Kwa hivyo maombi yangu ni kwa IBC hmm, IBC if, ifanye eh, mipango kamili hata hmm, iwe inazunguka ifike mashinani. ifike mashinani inazunguka kama ni hapa naita kisiwani eh? wakuje kila ward. Eh? Wakuje, hatutaki kuambiwa ati hawana hawana wafanyikazi ya kutosha wanakuja wodi, wanakaa hapa wiki moja hmm. wanasonga wodi ingine ya next, wanafanya hivyo hmm. Hata nilisema haya, I said this about uh, wale ndugu zetu ambao wako nje za nje kama Amerika yeah, tulisema ati badara ya kusema ati wa, wale ambao wako Amerika waende only to Washington na California na, na, na iko siti ingine, iwe ni wajibu wa IBC to go to all the cities in the US for example mm. and they just need to move from one city to another mm. eh? that is the work the government so that they register everybody in those, uh, in those countries not only in the US even in, in, in, in other countries like yeah. britain where we have very many kenyans uh, who are working there yes. so iyo ni mzuri sana tunaomba tuna, tuna tunaomba IBC ifanye iyo mipango iende kila wodi Nataka pia wakati uviti vitakavyokuwa kuna hiyo kinyang'anyiro ya 2027 kinamama, musiachwe nyuma, tuingie pale pamoja na vijana. Ombi langu ninaomba ya kwamba a, tuzingatie katiba na kiongozi wetu, rais wetu mtarajiwa, a, David Maraga, yeye kwanza ni mtu wa mwanzo kabisa kuzingatia katiba. Yeye anasimama akisimama, ni mpiganiaji wa katiba, hata kubali katiba iweze kuangaliwa ama kuchezewa na tukizidi kusonga mbele ni kwamba katika msako mkali dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya polisi mjini Mombasa wamewakamata wanawake wawili wanaoshukiwa kuwa sehemu ya mtandao wa usambazaji wa dawa za kulevya. Mary Achieng mwenye umri wa miaka 48, alipatikana na rundo kubwa la bangi lililofichwa kwenye dari lake la choo huko Bombolulu. Polisi walipata misokoto 58 kubwa za bangi zenye uzito wa takriban kilo 8. Katika operesheni tofauti, Farhia Hassan Maulid mwenye umri wa miaka 42 alikamatwa katika eneo la chuda la Moroto. Polisi walipata roli 8 kubwa za bangi, roli ndogo 36, roli 30 za wastani na roli ndogo kumi kwenye nyumba yake na mkoba. Dawa hizo zilikuwa tayari kuuzwa. Wachukio hawa watakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya, iwapo watapatikana na hatia na wanaweza kukabiliwa na adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kifungo cha muda mrefu gerezani. Juhudi za polisi kutoka kitengo cha Anti Narcotic Unit zinalenga kuweka jiji salama na bila dawa za kulevya. Mtazamaji, tuingie kaunti sufuri sufuri tatu ambapo gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro amewashutumu viongozi wa kampuni za maji ambao wanapaswa kutoa maji kwa wakazi wa kaunti hiyo. Akizungumza katika kaunti hiyo, Gideon Mung'aro ametaja kwamba swala la maji limeingizwa siasa, hali ambayo inaleta ugumu. Mwanahabari wetu Catherine Kabiru amelivalia njuga swala hilo na anatuelezea kwa kina. Gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Maitha Mung'aro ameitaka kampuni ya maji Coast Water kurekebisha sehemu ambazo zina hitilafu ili huduma ya maji safi kwa wakazi irudi kama ilivyokuwa awali. Haya yamejiri siku chache ambapo wakazi wa Kilifi wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa maji kwa muda mrefu, jambo ambalo ametaja limechangiwa na uzembe wa baadhi ya maafisa wa kampuni hiyo hmm. na nasikitisha kwamba utapata viongozi wa maji fulani <coughs> ambao hao ndio wanahusika kutupa maji ndio wamekuwa watu wa mitandao kukashifu mambo ya maji. Na wenyewe ndio wana responsibility kama Coast Water kutupatia maji. Na nimetuma protest kwa hiyo waziri kumwambia kwamba hatutavumilia kwamba maofisa wake ambao wamezembea eh, na kazi ndio wameingia kwa siasa sasa kwa sababu wana, wana kampenia watu fulani katika hii e kaunti kwenda kashifu mambo ya maji. Na wao ndio nasema tupe maji tupatie wananchi. La ya kujifanya una huruma sana maji kulia masozi ya mwamba. Hata hivyo ameitaka kampuni ya maji Coast Water kuhakikisha Kilifi inapewa kipaumbele kwa kupewa huduma hiyo, sababu maji yanayotumika eneo la pwani yanatoka eneo hilo. Aidha, amesema kwamba serikali yake imekuwa ikijitahidi kulipa madeni ya maji ambayo yameongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Make maji yanatoka Kilifi, kama sio watu wa Kilifi hatupati maji, basi wacha tu, tuende tufunge hiyo valve ambayo inaenda mahali ingine, maji yote yabaki Kilifi. Hawezi kuwa maji yanatoka Kilifi na sisi ndio tunateseka kila siku eh? Kama tazi tunaenda lango baya, tuseme hii valve inapeleka hii maji wapi? Funga hiyo, hii napeleka Kilifi, wacha hiyo open. Hmm, tukose sote. unajua tukose sote hmm. No, no, tunateswa kila siku wana, ukiongea wana. na watu wa maji kazi yao tu ni kila siku kukata stima, bili wamekuwa nao za zaidi ya milioni mia tano miaka ishirini iliyopita, kama walikuwa na deni, mbona hawakulipisha wa wakati huo? Vilevile ameitaka kampuni husika kuhakikisha wanafanya ukarabati kwenye sehemu ambazo zina hitilafu ili kuhakikisha kwamba huduma za maji zinarudi kama awali. Sisi tunajaribu kila mara ile, ile ambayo tuliahidiana tunalipa, lakini sasa hata tabu si stima, tabu siku katua maji, visima vimekwama, maji hayatoki, watu wakilifa ana tabika na maji. Tunapatia eh, serikali kuu na Coast Water wafanye kila juhudi maji iwe restored Kilifi, hiyo visima ambayo imeharibika itengezwe usiku na mchana, ili tupate maji tena tusukume kwa wananchi. Gatuzi ndogo la Ganze ndiyo sehemu ambayo iliathirika zaidi kutoka kwa ukosefu wa mvua, hali ambayo imepelekea hali kuwa ngumu hasa kwa wakazi na wanyama katika eneo hilo. Catherine Kabiru, runinga ya Al Shifaa na tukisonga mbele ni kwamba idara ya serikali ya makazi imekabidhi rasmi eneo la ujenzi kwa mwanakandarasi kwa ajili ya kuendeleza bweni la kisasa la wanafunzi katika chuo cha mafunzo cha matibabu cha Kenya KMTC, chuo cha Potrizi katika kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkurugenzi wa maendeleo ya miundombinu wa mkoa wa Pwani John Karanja amesema mradi huo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kujenga nyumba za kitaasisi chini ya mpango wa nyumba za bei nafuu. Uh, as you may have noted the KMTC Potrizi has a deficit

opportunities to the youths and women from the area and thereby improving the standards of living for our constituents and Changamwe at large and Mombasa at large. Na nitachukua watoto karibu 580 students ambao wataweza kuishi hapo, uh, na vile mnafahamu katika hii mambo ya housing peke yake, uh, the, the whole of uh, Mombasa County tumeweza kubarikiwa kwanza kutoka ile VOK tumeanza ingine hapo uh, Shanzu, kuna ingine hapo town Tononoka, na hapa yote it is worth 23 billion shillings. Naam, shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuitazama runinga ya Alshifa. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za kimataifa ambapo ndugu wa makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania Chadema Edwin Heche amesema kwamba ndugu yake John Heche hajulikani alipo baada ya kuwasiliana na maafisa wa polisi. Akizungumza na shirika la kimataifa la habari BBC, Edward Heche ambaye pia ni ndugu mdogo wa John Heche amesema kwamba maafisa wa polisi wamemwambia hawana taarifa zozote kuhusu kuzuiliwa kwa ndugu yake na hakuna mashtaka yoyote yani, yanayopangwa dhidi yake. Chama hicho cha Chadema kilisema kuwa John Heche alikuwa amesafirishwa hadi Tarime na jeshi la polisi baada ya kukamatwa mapema siku hiyo. Lakini akizungumza na mdogo wake huyo, amesema kwamba aliwasiliana na afande Muliro wa Dar es Salaam, ambaye alisema kwamba hawamzuilii kiongozi huyo na kwamba hawana madai yoyote ya kesi dhidi yake. Mtazamaji, tuangazie spoti hapa nchini Kenya, ambapo zaidi ya wakazi 700 kutoka kaunti ya Mombasa walishiriki katika mashindano ya Standard Chartered Marathon kaunti ya Mombasa Satellite, yakiwa ni matayarisho ya makala ya 22 ambayo yatafanyika jijini Nairobi tarehe 26 mwezi Oktoba katika eneo la Uhuru Garden. Joseph Lewa ana taarifa hiyo kwa kina, Mr. Bidisha. Zaidi ya wakazi mia saba kutoka eneo la pwani walishiriki katika mashindano ya Standard Chartered Marathon Mombasa Satellite Runner ambapo Elizabeth Oyengo na Elisha Kipsoi walibuka washindi katika mbio za kilomita 21 upande wa wanawake na wanaume. Mbio hizo zilianza katika eneo la Mamangina Waterfront kuelekea eneo la Docks, mzunguko wa Fontanella Moy Avenue hadi barabara ya Mogadishu ikirudi tena hadi katika eneo la Mamangina Waterfront. Ashukuru sana especially pia pia organizers wa hii event nawashukuru sana kwa kukumbuka athletics kuwa cha muhimu katika nchi yetu ya Kenya na Ma, matamani yangu ni kuwa siku moja nitawakilisha nchi yetu ya Kenya kimataifa, kitaifa na kimataifa katika mbio za riadha eh, sa kama bado naendelea ku transit from half nikiendelea mpaka full marathon so, my target was to run below. I'm still running, uh, 140, but I'm hoping to run 130, my pr.

Mashindano hayo yanajumuisha vitengo vya kilomita tano yanayoitwa Family Fun Run kilomita kumi na kilomita ishirini na moja, hali inayopatia nafasi wananchi kushiriki katika mashindano hayo bila kuelekea jijini Nairobi. Mwaka 2024 mashindano haya yalichangisha shilingi milioni 48 huku ikilenga kuchangisha milioni 75 katika mashindano ya mwaka huu 2025. The reason why we came to Mombasa obviously as a bank we've been in Mombasa for over 100 years. This is a key market for us. but over and above that as we gear up to the main marathon which is next week we normally carry out different um, uh, satellite runs in preparation to that and mombasa is a key place for us so it's really to come back and say thank you to the people of mombasa along the way we've also realized that this marathon really inspires healthy lifestyles so it's one of the things that we try to do remember we keep on saying we're here for good and one of the things that we try to do is to ensure we take care of our communities this run is very important in in helping people start their healthy lifestyles mashindano hayo yalifanyika katika eneo la mamangina waterfront county ya mombasa ni matayarisho ya makala 22 ambayo yatafanyika Jumapili ya tarehe 26 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2025 katika eneo la Uhuru Garden jijini Nairobi. Nikiripotia Runinga Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, naitwa Joseph Lewa. Na afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la soka nchini FKF Haron Ndege amekataa ombi lililotolewa na matawi ya Nairobi mashariki na magharibi ya kujiondoa kutoka kwenye ligi ya FKF Division ya pili Matawi hayo yalisema kuwa timu kutoka eneo la kati zimekuwa zikileta changamoto za kiutawala na ukosefu wa mpangilio, hali ambayo imekuwa akiathiri uendeshaji wa ligi hiyo katika maeneo ya jiji la Nairobi. Kupitia barua yao rasmi, viongozi wa matawi hayo walalamikia ucheleweshwaji wa ratiba, migongano ya majukumu na usimamizi usio dhabiti kutoka kwa timu na washirika wa eneo la kati. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya FKF, Ndege amesema kuwa muundo wa ligi utaendelea kama ulivyo, akisisitiza kuwa suluhu itapatikana kupitia mashauriano na si kwa kuvunja umoja wa ligi. Ndege vilevile ameongeza kuwa FKF iko tayari kukutana na wadau wote waliohusika ili kuhakikisha ligi inaendelea kwa mujibu uliopangwa na klabu ya Shabana FC italazimika kumkosa kiungo mshambuliaji wao Brian Michira kipindi cha takriban miezi miwili kufuatia jeraha sugu la paja la ndani groin linalomkabili Michira. Alipata jeraha hilo wakati wa mchezo wa ligi dhidi ya Bandari, ambapo Shabana aliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Michira anaendeleza kuuguza jeraha hilo na hata alikosa mechi ya sare ya bao moja kwa moja dhidi ya task FC. Kwa mujibu wa ripoti kutoka benchi la ufundi la Shabana, madaktari wamependekeza mchezaji huyo apumzike ili apone kikamilifu kabla ya kurejea uwanjani. Kiungo huyo amekuwa mojawapo wa wachezaji muhimu kwa Shabana msimu huu hasa katika Mchezo dhidi ya APS Bomet ambapo alifunga ma, alifunga mabao mawili katika ushindi wa mabao manne kwa mawili na mtazamaji, tuangazie ugaibuni ambapo klabu ya Everton iko tayari kupeleka ofa ya kumsajili tena forward wa Brazil Richardson mwenye umri wa miaka 28 kutoka Tottenham Hotspur ambayo iko tayari kusikiliza ofa ya kumuuza mshambulizi huyo ambaye amekuwa akisumbuliwa na majeruhi. Na klabu ya Manchester United inaripotiwa kuandaa ofa ya euro milioni 70 sawa na pauni milioni 60.8 kumnasa kiungo wa athletic club ya uhispania Oihan Sancet mwenye umri wa miaka 25 wako mbioni kuziba pengo la nyota huyo na Ureno Bruno Fernandes ambaye huenda akaondoka mwishoni mwa msimu huu. United iko mbioni kumnasa kiungo wa Chelsea, raia wa Brazil Andre Santos, iwapo mpango wa kumsajili Sanchez hautafanikiwa. Taarifa zinasema kuwa Chelsea hawako tayari kumwachilia kiungo ajiunge na mpinzani wa moja kwa moja ndani ya ligi kuu ya Uingereza. Aidha, timu nyingine zinazomwania ni Bayern Munich ya Ujerumani. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, Mhariri alikuwa ni Joseph Lewa, mwelekezo wangu amekuwa ni Mwanaisha Muhammad, nyuma kamera ama mpiga picha ni Dennis Maina. Usiku mwema mtazamaji.